Hai, leo tutajifunza kuhusu vifaa vya makeup na kazi zake wakati unafanya makeup. So wale ambao walikuwa wow, hawajui vifaa vya makeup kuna nini na nini, okay, hapa ni mahali sahihi umeweza kufika. Kwa hiyo endelea kubaki kwana na mimi. Hii ni bag ya makeup umu, kuna full set makeup, actually hii ni mpya kabisa, ni brand new na mimi hapa ndo naifunga pamoja na wewe. Hata mimi pia sijui nini kiko ndani kwa sababu sijaifungua so hapo, nimeifungua hapo juu, kuna vipindi utavibandua tu, rahisi sana kuifungua. Baada ya kuifungua, ndani unakuta kuna hizo package. Hii hapa ni uh, poda ni poda ambayo in, ina vitu vingi. Unaweza kaitumia kama poda, pia inaweza ikaa contour, lakini pia ni highlighter, lakini pia inatumika kama concealer. so kama unavyoona humu kuna hizi uh, ziko nyingi sana yani, rangi ya mteja, rangi yako, yani ziko nyingi sana so, hapo nitaifungua kama nilivyosema, mzigo huu ni brand new, so tunaenda kufungua pamoja. Hapo nahangaika, mwenzangu nahangaika kubandua, nimefanikiwa kubandua na kuondoa hilo kabara juu. Na hii ndo poda yetu au konsila au kontua, yani hii kindo kilichoko ndani ya hii hapo. Nilikuwa najaribu kutafuta rangi yangu kama na mimi ipo. Na hii hapa ni makeup remover, yani hapa unaweza ukaitumia kabla hujaanza kupaka makeup kusafisha uso wako, lakini pia kusafisha makeup yako ukitaka kuiondoa. Hizi ni lipstick, ni nzuri nzuri sana zinakaa muda mrefu sana mdomoni kwako bila kubanduka, ziko z za, za, kama hii uliyoona, lakini hizo fupi zenye ni za kupaka moja kwa moja. Hizi hapa ni foundation kama unavyoziona za, uh, rangi yote. Na hiyo hapo ni highlighter, lakini pia iko na hiyo, uh, hapo, uh, setting powder ya yeah, kwa hiyo hiki kibegi unaweza uka Kifungua tena hivyo, kama unavyoona kina hizi paten, tuseme paten, ziko nyingi sana ambazo unaweza ukahifadhia vifaa vyako vya makeup. Kwa hiyo hizi hapa ni brashi kama unavyoona, ziko brand new, yani hapo ndo tunazifungua tunatoa uh, hivyo vidudu ambavyo tunatoa sealed ya yeah. So hizi ni brashi mbalimbali ambazo unaweza ukazitumia wakati unafanya makeup na kuwa na brashi nzuri ni kitu kizuri na cha pekee sana. Wakati unafanya makeup unaweza ukawa unashindwa una, kufanya makeup ni kwa sababu tu vifaa vyako sio vizuri, una brush mbaya, una brush ambazo hazichongi vizuri. Lakini hizi brush ni nzuri, ni nzuri kwa sababu ziko nyingi. Kama unavyoona hapo, brush ziko mbalimbali ambazo zinatumika, kila moja ina sehemu yake ya kutumia. Huwezi kutumia brush moja sehemu moja. Wakati unapaka contour, kuna brush yake. Wakati unachonga wanja yako, kuna brush yake. Wakati unatakiwa kublend the powder na contour and everything, kuna brush yake. That's why unaona kuna ma brush mengi mengi ya, lakini kila brush hapa ina kazi yake. Kila brush hapa inafanya kazi, ina faida yake. Ni uwezo ukatumia hilo linene wakati unataka kupaka kwenye labda kwenye macho ya yeah. Kwa hiyo hiki kibegi ndio hivyo, unaweza ukahifadhi vitu vyako humu, havipotei. Upande mwingine tena utakinyanyua, kwa hiyo kuna vitu vingine tena. Hapa, nikasogeza kamera ili uweze kuona vizuri kile kilichoko ndani zaidi. Hapo, hii unaona kama kitabu, hii ni eyeshadow. Humu ziko eyeshadow za rangi mbali mbali. Yaani wewe mwenyewe unataka kupaka ipi? Kuna hizi zinang'aa, kuna hizo rangi za dark ambazo umefifia, yani ziko aina nyingi nyingi. Kwa hiyo hii hapa ni eye shadow ambayo unaipaka kwenye macho ya rangi ya macho, unaipaka kwenye macho yako ndio hii, na hili ni box lake. Uh, nilishalibandua, nililitoa kwa hiyo hilo ni box lake. Lakini pia kuna hii hapa ni makeup fix, makeup fix hii hapa ni aloe vera uh, ipo kama spray hii hapa una, una baada ya kufanya makeup unajipulizia kwenye uso wako ili makeup yako iweze kukaa muda mrefu. Kwa hiyo hii hapo kama unavyoiona, lakini pia hili hapa ni box lake, so nitalitupa ukopa mbali. Hizi hapa ni blender au ni brush ambazo unatumia kubrandia, uh, labda nini foundation ya yeah. Kwa hiyo hii hapa ni, ni, ni penseli za kuchonga ni eyeliner za penseli yani, au wanja ya ziko nyingi. Na hii hapa ni primer. Hii primer unaipaka kabla hujaanza kufanya makeup, hii inasaidia makeup yako iweze kushika vizuri isiweze uh, kubanduka haraka. Kwa hiyo kuna primer ipo kama jeli, actually ni nzito, nzito. Ya kwa hiyo hivi hizi ni, ni brush ambazo wengine ilidondokea hapo chini, so nikairudisha hapo lakini hizi hapa ni eyeliner za penseli ah. Hapo kuna pia kuna eyeliner ambayo ni kipenseli chembamba cha kuweza kupakia uh, kwenye macho, lakini hiko nicho kishika sasa hivi. Hiyo ni gundi ya kugundishia nywele, nadhani hiyo umetokea kama zawadi kwenye boksi letu kwa sababu haihusiani na haya mambo, but I think ni kama zawadi tu au bonus, okay. hii hapa pia ni eyeliner ya gel. ziko nyeusi lakini pia nadhani kuna watu wengine wakawa wanaitumia kuchongea kuchorea mdomo unavopaka lipstick ya hii hapa ni ziko za aina mbili hapo kuna nyeusi alafu pia kuna ya brown. Ehe. Okay. so kuna hiki hapa cha kuchorea iko kibrush chake unacholea kama unachonga jicho mm, lako ya yeah. So hivyo ndio vitu ambavyo vipo katika begi letu, hivi na hivi vinatosha sana kwa wewe ambao unaanza kujifunza kufanya makeup. So ukiwa na begi hili ni rahisi sana kuweza kufanikisha jambo hili. So make sure una subscribe channel yetu kama uko kuja subscribe. Lakini pia usiache ku like, share na comment. Pia usiache kurudi na kurejea tena kugonga hiyo notification bell hapo pembeni, ili uweze kupata taarifa za kila upload mpya ninayokuwa nimeiachia hapa YouTube. So kwa leo tutaishia hapa. Next video itakuja, tutajifunza jinsi ya kutumia kifaa kimoja baada ya kingine kati ya hivi ambavyo tumeona. So, see you next time. Bye.